Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu ya amali katika shule zetu za sekondari ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi wa ufundi na ujasiriamali kwa lengo la kumudu maisha yao, kushindana katika soko la ajira na kuchangia maendeleo ya Taifa. Kwa muktadha huo, Serikali imewezesha ujenzi wa shule mpya 103 za sekondari za amali ambazo zipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Kukamilika kwa shule hizo kutawezesha kuongezeka kwa, kwa idadi ya shule za amali za sekondari kutoka shule tisa hadi kufikia shule 112 za sekondari za amali. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na jitihada za kuongeza shule za sekondari za amali nchini, serikali imeendelea kuongeza udahili wa wanafunzi katika vyuo vya elimu ya ufundi hadi kufikia wa wanafunzi laki moja na tisini na tisa elfu mia moja kumi na nane kwa mwaka ishirini ishirini na nne ishirini na tano ikilinganishwa na wanafunzi mia moja sitini na moja elfu mia saba hamsini waliodahiliwa katika mwaka wa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili, ikiwa ni ongezeko la wanafunzi thelathini na saba elfu mia tatu sitini na nane sawa na asilimia ishirini na tatu. Ongezeko la udahili wa wanafunzi linatokana na kuongezeka kwa vyuo vya elimu ya ufundi hadi kufikia vyuo mia tano kumi na mbili kwa mwaka ishirini ishirini na nne ishirini na tano kutoka vyuo vya ufundi mia nne arobaini na moja mwaka ishirini ishirini na moja ishirini na mbili. Mheshimiwa Spika, uh, Mwenyekiti, Hali kadhalika Serikali imedahili wanafunzi 11232 katika vio vya mafunzo ya ufundi stadi yani VETA katika mwaka wa masomo 2025. Aidha, idadi ya wanafunzi katika vio vya VETA imefikia wanafunzi 58912 ambapo kati yao wanafunzi wa kozi za muda mrefu ni 24670 na wanafunzi wa kozi za muda mfupi ni 34242 Ongezeko la wanafunzi linatokana na ongezeko la vyuo vya veta kutoka mia nane na kumi mwaka 2021 22 hadi kufikia vyuo mia tisa na tano mwaka 2024 25. Vile vile vilevile imedahili wanafunzi mia tatu tisini na moja katika chuo cha walimu cha mafunzo ya ufundi stadi Morogoro MVTTC ili kuongeza idadi ya walimu wa elimu ya ufundi. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kitaifa wa kuhakikisha kuwa kila wilaya na mkoa unakuwa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi, ambapo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 serikali imeendelea na ujenzi wa vyuo 64 vya wilaya na kimoja cha mkoa wa Songwe. Ujenzi wa vyuo 63 umefikia wastani wa, wa asilimia 45. Chuo cha mkoa wa Songwe asilimia 40, na chuo cha wilaya cha mwino kimefikia asilimia 88. Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile serikali imeendelea kuboresha na kuongeza miundombinu katika vyo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ikiwemo kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya nyongeza katika vyo kumi vya mafunzo ya ufundi stadi vya Ndolage, Muleba, Ileje, Isongele, Newala, Kitangali, Ngorongoro, Samunge, Golowa, Babati, Urambo, Chekereni Kasulu, Nyamidaho, Mabalanga, Kilindi, Nkasi, Palamawe na Kanadi, Itilima, ambapo utekelezaji wa ujenzi umefikia wastani wa asilimia 82. Pia imeendelea na ujenzi wa miundombinu katika vyo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi katika chuo cha Kigamboni, Kihonda, Nyamidaho, Urambo, Morogoro, Arusha, Karagwe, Busokelo, Makete na Namtumbo, ambapo ujenzi umefikia wastani wa 98.5.